Hii leo Septemba ishirini na tano mwaka huu, Mahakama Kuu kanda ya Dodoma inatarajiwa kutoa uamuzi wake wa mwisho ikiwa vijana wanne waliofungwa gerezani maisha kwa kesi ya kubaka na kulawiti kwa kundi watachua huru au la. Mahakama ya hakimu mkazi Dodoma iliwakuta wanne hao na hatia ya ubakaji na ulawiti kwa kundi dhidi ya binti wa Yombo Dovya jijini Dar es Salaam, lakini walikata rufaa mwanzoni mwaka huu kupinga uamuzi wa awali uliotolewa na kwenda mahakama ya juu zaidi. Uamuzi huu uliopangwa kutolewa kuanzia saa nane mchana utakuwa wa aina yake kutokana na jinsi ambavyo kesi hii imekuwa na msisimko mkubwa miongoni mwa jamii. Hata hivyo, vijana hao waliokutwa na hatia walitambuliwa kuwa ni MT kumi na nne sifuri moja sifuri tano Clinton Damas anayejulikana pia kama Nyundo, askari wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi Tanzania, C 1693 askari magereza Pregod Mushi, Nixon Jackson anayejulikana pia kama Machuche, na Amini Lema anayejulikana kwa jina la Kindamba. Kisa cha binti huyo kilisababisha kamanda wa polisi Dodoma kuondolewa kwenye wadhifa wake kufuatia matamshi ya kutatanisha, ambapo alimuhusisha mwathiriwa anayedaiwa kubakwa na genge na biashara ya ngono. Lakini je, uamuzi huu unaotarajiwa kutolewa na mahakama kuu kanda ya Dodoma utakuwaje? Ni suala la muda na kusubiri. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.